Ni e kukaribishe mdau na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Moshiro Online TV katika kipindi chetu cha magazetini leo asubuhi, kipindi ambacho kinakupa wasaa wa kufahamu vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya hapa nchini Tanzania, na unachotakiwa wewe kukifanya ni kushuka chini ya video hii na kuweza kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameandikwa subscribe, ili kuweza kuhakikisha hupitwi na kipindi chochote katika chaneli hii ya Moshiro Online TV nikianza na gazeti hili la gwiji la habari Tanzania Habari Leo, habari kuu kabisa inasomeka kwamba Samia nataka tija ya kilimo, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili. Habari nyingine katika gazeti hili inasema kwamba Samia awafariji kwa tiba wazazi waliofiwa na watoto wanne habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa nne wa gazeti hili inasema kwamba kanisa ubalozi wa mtafuta Mtanzania aliyetekwa huku. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa ishirini wa gazeti hili la habari leo inasema kwamba fundi EFD wenzake kotini hasara ya milioni 955 dra huku habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa ule wa pili wa gazeti hili la habari leo ikisema kwamba bei petroli dizeli za panda Zanzibar. Habari ambayo inapatikana katika ukurasa huo wa pili, huku habari nyingine inasomeka kwamba sheria kurekebishwa kuongeza viwango bandari. Habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa saba, na habari picha hapa ambayo inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la habari leo inasema kwamba Majaliwa aita vijana kuzitumia fursa na katika ukurasa wa habari leo michezo, habari kuu kabisa inasema kwamba Yanga Azam ni kisasi Tanga leo. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo inasema kwamba mtanzania achekelea kumfunga Messi, ukurasa wa 23, habari hii inapatikana. Habari nyingine katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la habari leo inasemeka kwamba onana aanza tambo Simba Sports Club. Hapa ipo habari picha ambayo inamonyesha mchezaji wa Simba ambaye anajulikana kama Wilfred Onana, na nikiangazia katika gazeti hili la Majira, habari kuu kabisa inasema kwamba Samia, hatujafunga mipaka kuzuia mazao, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Na habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili inasema kwamba Rais Samia avutiwa na bima ya kilimo NBC, huku habari nyingine ikisema kwamba CPB yanunua tani 35 za mazao, habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili inasomeka kwamba CPB kutumia bilioni mia moja kununua mazao. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 11 inasema kwamba nazidi kuwatia moyo, unaweza kujipatia nakala ya gazeti hili la Majira ili kuweza kupata habari hii wa undani zaidi habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili la Majira inasomeka kwamba Dkt Mpango aanika mikakati ya Tanzania, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Na katika ukurasa huu wa gazeti la Majira, ukurasa wa Majira michezo na burudani, habari kubwa kabisa inasomeka kwamba Azam Yanga hapatoshi leo ngao ya jamii, huku habari nyingine ikisomeka kwamba ligi kuu Zanzibar kutimua vumbi Septemba 9 ya mwaka huu wa 2023. Na katika gazeti hili la Mwanahabari, habari kubwa kabisa inasomekana kwamba Bashe ataka uwekezaji bandari uharakishwe kuinua kilimo, huku habari nyingine ikisema kwamba Dkt Tulia aomba serikali kuboresha miundombinu Mbea. Na habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mwanahabari inasema kwamba Biteko, tusiruhusu viongozi wa nchi wakapoteza utu wao, huku habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili la Mwanahabari ikisema kwamba Samia atoa wito wakulima kujiwekea akiba ya chakula. Unaweza kujipatia nakala ya gazeti hili ili uweze kujipatia habari hizi kwa undani zaidi. Na katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Mwanahabari habari, habari kuu kabisa nasema kwamba wachezaji Azam Yanga watua Mkwakwani kukagua uwanja, huku habari nyingine ikisema kwamba kocha aikoleza kombinesheni ya Onana na Ngoma Simba habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili inasema kwamba uongozi wa Simba FC wafunguka mazito kuhusu firi kutokucheza. Ukiangazia katika gazeti hili la Wamachinga, habari kubwa kabisa inasomeka kwamba Samia hatujazuia kuuza mazao nje, huku habari nyingine ikisomeka kwamba utawala wa kijeshi Niger wamteua waziri mkuu. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga inasomeka kwamba ACT Wazalendo yashauri njia kuinua kilimo huku habari nyingine ikisema kwamba maandalizi uchaguzi mdogo Mbarali kata sita ya Iva. Habari nyingine ambayo inahitimisha ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Wamachinga inasema kwamba Bashe, tunasubiri uwekezaji bandari kuinua kilimo nchini na katika ukurasa wa michezo katika gazeti hili la Wamachinga, habari kubwa kabisa inasomeka kwamba kipa mpya Hussein Abel aanza kazi Simba huko. Habari nyingine ikisomeka kwamba orodha ya mastaa wakubwa duniani wanaopiga mpunga. Hapa kuna habari picha ambayo inamuonyesha golkipa mpya wa Simba ambaye anajulikana kama Hussein Abel, na pia habari nyingine ikimwonyesha mchezaji wa kule nchini Brazil pamoja na PSG ya kule nchini Ufaransa, Neymar da Silva. Gazeti lingine ambalo ninalo mezani kwa siku ya leo ni gazeti la Demokrasia, habari kuu kabisa ikisema kwamba James Lembeli kikaangoni, atuhumiwa kununua pombe za kijiji, nia ni kuzuia wanakijiji kutoshiriki sherehe za Mwenge. Habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Demokrasia. Habari nyingine inasema kwamba fahamu chimbuko la sikukuu ya Nane Nane, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa ule wa tano wa gazeti hili la Demokrasia, huku habari nyingine ikisema kwamba baba mbaroni kwa kumuunguza binti yake kwa maji ya moto, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Demokrasia. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu inasema kwamba Dr Mpango atilia shaka uaminifu vijana wa Kitanzania, huku habari nyingine ikisema kwamba Alsaedi Golden Dia zanusurika kuua habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili la Demokrasia inasema kwamba TMA yatoa angalizo hali mbaya ya hewa, habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Demokrasia. Hapa pia kuna habari picha ambayo inamwonyesha mwenyekiti wa Chadema. Na katika ukurasa wa michezo katika gazeti hili la Demokrasia habari kuu kabisa inasomeka kwamba ngao ya jamii kuanza kesho Tanga. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 16 ikiwa inasema kwamba PSG wamtaka Harikeni mchezaji huyu wa timu ile ya Tottenham Hotspur ya kule nchini England ambaye kwa wakati huu anahitajika na timu ile ya PSG ya kule nchini Ufaransa. Na katika gazeti hili la Tanzania leo habari kuu kabisa inasomeka kwamba Samia awafungulia milango wa kulima. Hapa kuna habari picha ambayo inamwonesha Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, habari ambayo pia itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania leo. Habari nyingine inasomeka kwamba shilingi ya Kenya yazidi poromoka dhidi ya dola, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa 11, na habari nyingine ya kimichezo inasema kwamba ngao ya jamii, Robertinho ajivunia jeshi lake, habari ambayo itakuwa ikiendelea katika ukurasa wa 24 wa gazeti hili la Tanzania leo huko habari nyingine ikisema kwamba wakulima wafugaji ya tunzeni mazingira, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania leo. Na habari nyingine ambayo inaenda kuhitimisha ukurasa huu wa mbele katika gazeti hili la Tanzania leo inasema kwamba wananchi wahimizwa elimu kuhusu biashara ya kaboni, habari ambayo itakuwa ikipatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Tanzania leo na katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania leo, habari kuu kabisa ikisomeka kwamba ngao ya jamii Robertinho, ajivunia jeshi lake Yanga Azam kukata utepe leo, habari ambayo ita inaendelea zaidi ikionyesha habari picha na kocha wa Simba Sport Club ambaye anajulikana kama Roberto Oliveira. Habari nyingine ambayo inapatikana katika gazeti hili inasema kwamba mkuku nje miezi mitatu na katika ukurasa huu wa michezo katika gazeti hili la Tanzania leo habari kuu kabisa inasema kwamba ngao ya jamii Robertinho ajivunia jeshi lake Yanga Azam kukata utepe leo, huku habari nyingine ikisema kwamba mkuku nje miezi mitatu. Habari nyingine katika ukurasa huu wa kimichezo katika gazeti hili la Tanzania leo inasema kwamba wakala sala atabaki Liverpool, huku nyingine ikisema kwamba West Ham yawafungia kazi magwaya na Marki Tomina pamoja na habari ambayo inafunga kwa kusema kwamba Spurs ya goma kumuuza Ken. Ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kushuka chini ya video hii na kugusa yale maandishi mekundu ambayo yameweza kuandikwa subscribe, pamoja na alama ya kengele, ili uweze kuwa moja kati ya wanafamilia wa chaneli hii ya Moshiro Online TV.